Sawa msikilizaji, ni saa tano na dakika thelathini na nane. Tukufahamishe kwamba e, Mwiza Mini Supermarket ambayo inapatikana kule mtaa wa Mwinyi eneo la highway Kasulu mjini mkoani Kigoma. E, ni kwamba karibu ufike hapo uweze kujipatia bidhaa mbalimbali zikiwemo e, vifaa vya usafi, lakini pia kuna vipodozi na vifaa vya usafi wa mwili, lakini pia kuna vifaa vya bekeri na keki, yani unga wa keki, vifaa vya kupambia keki, keki zenyewe na vitu vingine. Lakini pia wateja, ni kwamba watapewa ofa ya kuelekezwa namna ya uchanganyaji na uoka na uokaji wa keki na matumizi ya vifaa mbalimbali. Lakini pia uh, Mwiza Mini Supermarket wana vinywaji vya moto na baridi, lakini pia wanauza mboga mboga, matunda na bidhaa za watoto, lakini pia uh, Mwiza mini Supermarket wanauza vifaa vya ofisi na shule, vyombo vya nyumbani, mafuta ya kupikia na vyakula mbalimbali vikiwemo viungo vya kupikia, vifungashio kama makopo, aluminium foil, pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Wapigie simu nambari sifuri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 Unaelewa, ambia ufanye nini? Amekuambia kama unaweza kujitetea. Kama uelewi, si unasema Mheshimiwa, mimi sielewi. Tunataka jamii bora, na hii inaanza na wewe. Kizimbani. Haya msikilizaji, saa tano na dakika arobaini, twende zetu moja kwa moja kwenye Kizimbani. E, kama ambavyo imekuwa ada kwamba inavyofika muda huu, basi tunarekebishana katika baadhi ya tabia ambazo tunakuwa tunaona kwamba ni kero kwa watu wengine, na huwa pia tunajulishana na kukumbushana kuhusiana na ni namna gani tunaweza kuondokana na hizo tabia ambazo hazifai mm. Na leo sasa, kwenye Kizimbani bwana, tunajulishana tu na tunakumbushana. Mm -hmm. Baadhi ya kina dada nyinyi wadada, e, mabinti, mabinti. Mabinti. Yes, mabinti. Kwao binti na dada faute faute faute. Tofauti hivi mm, wewe mtoto wangu wa kike mdogo ni binti ni dada ni binti. Ah, mm. Kwa kama binti yangu hiyo na miaka miwili mitatu. Uh, yaani mimi nafikiri dada tu linaanzia miaka 18. Ah, sasa ambao tuna, tuna. Kwa wale ambao tunawalenga hapa ni wa, wapi sasa? Mm. Wale ambao tunawalenga hapa. Vibinti. Sawa. Mm. Sasa bwana, leo kwenye kizimbani baadhi ya mabinti wenye tabia ya kuombaomba pesa. Zingatia neno kuombaomba. Eh, kwa wanaume. Tumemaliza hapo. Kuomba, kuomba, omba. Kwa nini kuomba, omba? Yani, unajua kuna mm. ile kwamba ni mazoea sasa ama ni kama mm. wajibu hey. Mimi nifanye hivyo omba mm. omba kuna ile kuomba tu mara moja basi hiyo hey. Yes. Kwamba una shida tu ah. Lakini wewe kila siku. Kila siku kwa sababu <laughs> tu ni baby. Yaani hapa tunamaanisha wale mabinti ambao wapo kwenye mahusiano si mm. sindio hey. na wao kazi yao ni kuomba tu kutegemea mwanaume mtegemea chanzo kuu wajikimu kimaisha, ndo lengo letu. Yani hicho ndo ambacho tumekuwa yeye, na wale ambao wanaweka huyu nani li eh, nini, kuna watu wana, wana, wana, wana save. Kwani kuna watu tumesave hapo kwenye kwenye simu zao huko, ndio kwamba huyu wa huyu wa gesi, ehe, mm. huyu ni wa kodi, ndio huyu ni wa nguo, huyu mm. wa nauli, huyu wa nauli, mara huyu wa supu, sio ya samaki, tumeandiko watu hizi simu zina siri sana. Wewe huwezi ukafahamu umeseviwa namna gani huko utajijua, yaani kiufupi, wamegeuza mahusiano kuwa biashara. Yeah, ni biashara, kitega uchumi, kwamba mimi nipo kwa ajili ya mwanaume. Ma, eh. kuna wengine unajua, kuna ile kwamba sawa umelipata, si ndio? yeah. Umempata mwanaume ana huruma na wewe, ameamua kusaidia, lakini chumba cha nakusaidia, una akili ya kukiendeleza, yaani una akili ya kukitumia ili kikupe pesa nyingine. Ndio maana tukasema hata, hata katika mahusiano haya watu wana sijajua, kuna watu najua wanaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya kujifurahisha mm. lakini kuna watu kidogo wanashindwa kutambua maana halisi ya mahusiano chanya, hata mawazo tu, kupitia mawazo ambayo mmekuwa mkizungumza pamoja, natambua kabisa hapa, hapana, napaswa tu nibadili gia eh, hapa mm. nimepigwa eh, <laughs> hapa nimepigwa kabisa. Kwa hiyo uh, wapo baadhi ya mabinti wenye tabia kama hizo za kuombaomba fedha. Mm -hmm. Mhm. Nasema jikuta unaweza kuombaomba fedha. Sasa mwisho mpaka wanaume sasa wanaanza kukukimbia. Ah yeah, nasema wewe u... ni cha kuomba, washakubatiza uh, jina cha kuomba. Sema huyu bwana kishaona tu simu yako anasema, mm -mm. "Yapo yeah, sio mbaya kuwaomba. Lakini usizidishe." Mhm. Yaani sio mbaya lakini usizidishe. Lakini mpo kwa ajili yetu. Ah, sawa. Yaani sisi tupo eh, nyie mpo nini? Sisi tupo kwa ajili yetu sisi tupo kwa ajili, <laughs> kwa kwa <laughs> <laughs> Lakini, kuna mwingine najiuliza, mbona wanaume hamuombi? Lakini wapo baadhi ya wanaume pia. Ah, unaweza ukaambiwa kwamba mwanaume gani unaomba fedha, mm -hmm. Eh, sasa siku hiyo labda kwa... <laughs> Fovu. Tutarudi. Mchakato. 93.7 Mcha Mcha. Radio Kwizera FM Kigoma. Inawezekana haukuwepo mwaka 1964 wakati udongo wa Tanganyika na Zanzibar ulipochanganywa kuashiria muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Labda haukwepo mwaka 1967 wakati baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotangaza azimio la Arusha, na pengine haukuwepo wakati Bi Kidude akiupeleka muziki wa taarabu kimataifa. Lakini utakwepo wakati ambao Tanzania ikienda kuanzisha gridi ya taifa ya maji. Utakuwepo wakati Tanzania ikitekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote, na utakuwepo wakati Tanzania ikienda kuanza mchakato wa katiba mpya, na hii itawezekana kama utamchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuendelea kuwa rais wa Tanzania. Tunasonga mbele.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 rasmi wa bahati nasibu ya taifa kwa kucheza kistaarabu, wasiliana na bodi ya michezo ya kubahatisha, piga bure 0800 110051. Ya msikilizaji saa tano na dakika arobaini na saba Tulikuwa tukiendelea kuzungumzia tulikuwa tukiendelea yes, kuzungumza kuhusiana na kizimbani siku mm -hmm, ya leo, tabia ya baadhi ya wadada ambao, eh, ninyi mmekuwa na tabia ya kuombaomba ndio pesa kwa wanaume ili kujikwamua kiuchumi, haswa wakati hilo pia tukiendelea, jamani mm. mkiendelea kusikiliza wakati huu wa mchaka, wa kizimbani Ha, kidogo ndondoshe maneno hapo. Tuendelee kucheza bahati nasibu ya taifa na leo inawezekana ukawa ushindi uko kwako, hakikisha unacheza michezo mbalimbali. Kuna lotto ambayo inakupa ushindi wa shilingi milioni tano, lakini pia kuna milioni tatu na kusubiri kwenye lotto ambapo utapaswa uwe na mtaji wa shilingi elfu mbili tu. Kama huna shilingi elfu mbili usijali cheza mchezo wa tamba na namba, huu unakupa ushindi wa shilingi milioni kumi na hapo utapaswa uwe na shilingi mia moja tu ambayo itakufanya uweze kushinda mkwanja mrefu zaidi. Lakini pia kuna mchezo wa tobua chapchapu na hapa unakwangua vocha zinazopatikana Bahati Nasibu ya Taifa. Utamechisha namba na utashinda, kuna bilioni mbili na kusubiri. Lakini usisahau, kuna mchezo wa spin for cash. Nazungumzia gurudumu ambalo utalizungusha, utapata ushindi wa shilingi bilioni mbili nukta saba. Usisubiri siku moja wala siku mbili, kwa sababu leo inawezekana ukawa mshindi wa mkwanja mrefu zaidi na wika, ukaimaliza siku ya Jumanne vizuri kabisa, kisha una umri wa miaka 18 na kuendelea, lakini pia unakumbushwa kucheza kistaarabu. Piga nyota 19 nyota 88 alama deri, watembelee wakala bahati nasibu ya taifa wanaopatikana karibu na wewe, lakini pia tumia USSD ya Mix by Yasi ya Telman pamoja na M-Pesa nambari ya bure ya kuweza kupata maelezo 8 00782233nairudia tena namba hiyo 08 uh, 00782233 amini, cheza na ushinde. Okay, sawa, msikilizaji, tunasonga mbele, tujiulize sasa ni madhara gani ambayo mtu anaweza kuyapata, kwani wewe asema wewe, Mimi unaombaga mara ngapi? Siombi Ha, we, jetu, hata, ni jisikia, Asma, sisi hatuko kwenye roho yako. Mimi nafanya kazi. Sisi hata kama unafanya kazi, nani alikuambia fedha mwanamke anapenda kuitumia, mm? e, na, kuitumia. E. <laughs> <laughs> unaambiwa <oyu>. fedha <laughs> uh, ya mwanaume ni fedha mm -hmm. <laughs> ya familia fedha ya mwanamke ni ya kwake <laughs> Lakini Eh, wewe ya kwako acha. Hey, wacha ha, ni hivi chungu, kama mkono wa birika <laughs> mm -hmm. tunanunua nguo mm -hmm. Hey, Afu za mwanaume hey, tunanunua vipodozi tunasuka ndio, yaani vitu, vitu, vyetu tu. Viatu, na za mwanaume. Mwanaume wangu akinipa si ndo naongeze. Mwanaume akinipa ndo nafurahi zaidi kutumia ile yake. <laughs> Hey, nafurahi zaidi. Ya kwako kutumia? Alafu pia lazima nikajitambe kwa mashoga zangu kwamba umetunzwa na bwana wangu e. mimi ananijali bwana wangu mm, mimi ananipenda, wacha wewe, ananipa mwenyewe. Alafu sasa ndonakutnamwhadithia ambaye hata mia hapati hajawahi kupata anajiona sasa... ni yatima wa mapenzi bwana. Unajua, kuna kauli moja hivi ambayo imekuwa ikitokea sana mm, na hasa katika masuala mazima haya ya, ya, ya, ya, ya namna ya kupambana Uh, sisi wanaume mara nyingi tunahusiwa na wake zetu. Angoja kwanza. Kwani wewe ukiomba upendi? Eh? Eh. Mimi ndo nikupatie uamue waiyari beni wewe, hata mimi nikuombwa eh anakuombaomba mtu wako. Kuomba sio shida, mimi si wajibu wangu na ujua kwamba mwanamke wangu lazima nimhudumie. Mnajikausha sasa, yaani kama vile hamjui A, sasa, sasa kuna bahati mbaya labda sina shida, inaanzia pale sina pesa hiyo. Alafu ukiona uh, amevaa nguo mpya, amependezwa, amevaa nguo mpya, kiatu kipi, unamwambia au umependeza, eh. Unajua, msifie. Unajua nana amemvalisha. Sasa kama mimi pesa sina, nitafanyaje? Basi mwambie ukweli kwa, yaani e, kuna ile tu unazungumza. Unajua bwana, mimi najua wajibu wangu Si ndio unaongea naye, wanawake wengi ampe. Kwa hiyo kweli natamani nikupe, lakini sina. Sisi ni waelewa, wewe labda wewe ni muelewa, sema mimi ni muelewa, mimi ni muelewa hapo sawa. Sasa siwezi hata kama yeye ni muelewa, wewe unasikia. Na nililolote huko nalalamika, wanawake kwenye hela, yaani mwanamke kwenye hela Ukimwambia huna, au utasikia zile kauli wana ha kauli zao moja hii zile za hmm. kwamba sasa unaonaje, ni angalia familia mimi na watoto wangu, unatuachaje? Nimwambie, una una mama kwanza, mimi nishaongea na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ama nanichukua? Sasa issue, yani najua kuna ile mnajisahau, yani ile ndio maana mambo, mambo yakiwa mabaya basi. Sasa mm. leo usiku saa tatu kamili tunakuletea mchezo wa kuigiza mkajifunze mkajifunze, sasa e, malezi, mm. e, malezi. Kwama mm. wewe familia unaiachaje sasa jamani. Sawa. E? Haya. Saa tatu kamili leo usiku jamani, usikose kusikiliza maigizo kuhusu afya na malezi kwa watoto jamani, kwa sababu ya wakati, tunashukuru sana. Ni huu ngoja kwanza hey. bado e, udhamini ni wa UNICEF pamoja na JRS, Radio Kwizera ambapo sasa kipindi cha Sport Corner hmm, kita, eh, kitaishia saa tatu kamili, na ratiba hii itakuwa ni kila Jumanne na marudio ya maigizo ni Jumatano kwa maana kesho usiku yes, na okay, upande wa ujumbe sawa, sisi tunakwenda na wakati hapa. Baraka Moiki Nkezi Nkezi kutokea pande za Mnyegera Buige, tumekuona kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini pia nasema, Justin Jacob, uzuri mabinti wote wanaoomba hela kwake wanajua matokeo ehe. Lakini pia tujue jamani, kuna madhara, heshima e, inapotea. Unaweza ukaomba ukanyimwa, mwisho wa siku matatizo ya kisaikolojia ndio unaanza kuyapata. Mbaga Chazi Kubeja wakishinda Geta anasema hii tabia huwa siipendi, wao nadhani sisi mm. hatuna majukumu. Kurwa Yemu, mkazi wa Kagongwa Kahama, anasema hiyo tabia sio nzuri hata kidogo, inazalisha tabia mbaya. Hamisi Nyonyo Mnyausi kutokea pale za mayamaya maya, Idodomia anasema pamoja sana. Mpaka tamati, tunashukuru sana kwa ujumbe wako jamani, tunakwenda kupisha taarifa ya habari mm, saa sita kamili mchana ndio, lakini tukukumbushe tu, yani tabia jamani, mabinti e, eh, mtafute vyenu na hata S kama utaomba basi, atakachokupa hicho kidogo eh, tafuta namna ya kufanya ili kizarishe mwingine, usirudi mwanaume, tena usirudi tena kumuomba kwa kila kitu, usimtegemee mwanaume jamani, wanaume sawa. Afu, <laughs> tuna kila majukumu <laughs> lakini usinitegemee sana, kuna wakati ah, nakosa bwana wewe na wewe buku sio wa kuninyima mimi. <laughs> Kim, kasema wenye tabia potovu, mbaya na zinazokera, wote kizimbani. Amua kismart. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu, je, nitumie ipi?